Vision 2030, Madini ni maisha na utajiri. Mwenyekiti wa Tume ya Madini, Dr Janet Lekashingo amesema kuwa siri ya kukusanya shilingi trilioni moja nukta sifuri sita tatu ikiwa ni asilimia mia moja na sita nukta tatu ya lengo la shilingi trilioni moja katika kipindi cha mwaka wa fedha elfu mbili ishirini na nne kwa elfu mbili ishirini na tano ni pamoja na uongozi imara na ubunifu kwenye ukusanyaji wa maduhuli. Dkt. Lekashingo amesema hayo leo Juni ishirini na tisa elfu mbili na ishirini na tano jijini Dodoma kwenye ufunguzi wa kikao cha menejmenti ya tume ya madini kilichoshirikisha Kamishna ya Tume ya Madini, Dr. Theresia Numbi, Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini, Mhandisi Ramadhani Lwamo, Wakurugenzi, mameneja na maafisa madini wakazi wa Mikoa. Amesema katika kipindi cha mwaka wa fedha elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano Tume ya Madini iliweka mikakati ya ukusanyaji wa maduhuli ikiwa ni pamoja na kuongeza ubunifu kwenye ukusanyaji wa maduhuli kwenye maeneo ya uchimbaji wa madini, uchenjuaji na biashara ya madini kupitia masoko ya madini arobaini na tatu na vituo vya ununuzi wa madini mia moja na tisa ambayo utekelezaji wake umepelekea wa mafanikio wa makubwa kwenye kusanyaji wa maduhuli. Ameendelea kusema kuwa mikakati mingine iliyofanikisha ukusanyaji wa maduhuli ni pamoja na kudhibiti utoroshaji wa madini. Wakati huo huo, Dkt. Lekashingo amempongeza Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini, Mhandisi Ramadhani Lwamo kwa uongozi imara pamoja na imani aliyoijenga kwa viongozi waliopo chini yake hali iliyopelekea kufanya kazi kwa kujiamini huku wakizingatia Sheria ya, ya Madini na kanuni zake. Pia amewataka viongozi hao kuendelea kuweka mikakati ya kuhakikisha Tume inaendelea kuvuka lengo la kukusanya shilingi trilioni moja nukta mbili katika kipindi cha mwaka ujao wa fedha elfu mbili ishirini na tano kwa elfu mbili ishirini na sita. Wakati huo huo, akizungumza katika kikao hicho, katibu mtendaji wa Tume ya Madini, mhandisi Ramadhani Lwamo ameongeza kuwa ili kuongeza kasi ya ukusanyaji wa maduhuli katika mwaka ujao wa fedha, Tume imepanga kufanya maboresho ya mazingira ya kazi ikiwa ni pamoja na ujenzi wa ofisi za maafisa madini wakazi wa mikoa katika mikoa ya kimadini ya Rukwa, Songwe na Mahenge na kuendelea kununua vi viwanja kwa ajili ya ujenzi wa ofisi za maafisa madini wakazi wa mikoa. Mhandisi Lwamo pia amewaasa maafisa madini wakazi wa mikoa kuendelea kuweka na kutekeleza mikakati mipya ya ukusanyaji wa maduhuli kwa ubunifu, lengo kuhakikisha sekta ya madini inaendelea kuwa na mchango mkubwa kwenye pato la taifa. Mohab TV Dodoma.